Barikiwe, lakini bila weye hawezi fanya nini? Hawezi barikiwa. Ndio maana Mungu anamwambia Abrahamu, atakae kubariki tamubariki, bahati mubaya, ule ata kulaani nani, nafanya nini? Kulaani, sababu wewe nimekufanya kuwa baraka. Amen. Amen. Amen. Abrahamu ni baraka kwa mataifa yote kabisa. Kama unasoma Biblia. Na ndiyo maana unaposoma e, barua za Paulo utamsikia Paulo katika kitabu kya Galatia, unaposoma ile sura tatu na mstari wa ishirini na sita unasikia aza maana, nyinyi wote ni wana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Maana nyinyi wote muliobatizwa na kuingizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Muyuda wala Myunani, hapana huru wala mtumwa, hapana mwanamme wala mwanamke maana nyote mmekuwa moja katika Kristo na kama nyinyi ni wa Kristo, na kama nyinyi ni umekuwa <coughs> ah, uzao wa Abrahamu na warithi kwa hati. Andiko lingine ni ile tatu kumi na tatu Kristo ametukomboa kwa laana ya Torati, akiwa alikubali kufanywa laana kwa ajili yetu, kama ilivyoandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti, lakini ili baraka za Abrahamu zitufikie na sisi. Amen. Amen. Mara nyingi unaposoma Biblia ni katika Abrahamu, ni katika. Kwa nini katika Abrahamu? Sababu Mungu alimfanya kuwa baraka. Amen. Amen. Amen. Na hii ni neema ya kipekee na ni kibali ya kipekee. Ninapozungumza kibali, hujua kama kibali ni neema ambayo Mungu anakufanyia ambayo haina wengine, ni kitu ya kipekee ambao Mungu anakupa ukubaliwe, na ile neema ni faveur imeritable kabisa. Aleluya, Amen. Amen. Yaani kitu Mungu anakufanyia. Abrahamu ukisoma alikuwa alikuwa pae, Mungu tu akamuita kusema, Mungu atamfanya hapa alikuwa jamaa zote za mataifa ah, mataifaajuu yaifan ni neema tu, tuatilia ndugu, mkono <tipenu> Mungu akipenda kufanya mambo yake anaifanya tofauti na akili. Haleluya. Watu wanaweza kutafuta Mungu kwa bidii sana na wanajichosha kwa kumtafuta Mungu, na kuna watu ambao Mungu anawatafuta wenyewe kwa kuwapa Alam. Maandalizi aliyowaandalia. Haleluya! Sasa jambo la msingi ambalo nitakusia asubuhi, Mungu anapotaka kukubariki anapitia mambo matatu. Niambilie ndugu, Mungu anapotaka kukubariki katika maisha yako anapitia mambo matatu. na ya kwanza anakupa vision. Wow! Yes. maana yake maono, na Mungu anapokupa maono, haleluya, anakupa ile maono ili ikupatie mwelekezo ya maendeleo na mafanikio ya baraka zako amen, amen. Amen. Amen. maono vision ni jambo la kwanza lenye mungu anafanyia kwa maisha ya mtu. Sasa na ile vision, wakati mungu anakupa hiyo, yeye mwenyewe analeta na provision, sio patie? Ndugu mkuu, mwambie mungu akileta vision sharti alete na provision. Na la pili ambalo mungu analifanyia kwa maisha ya mtu anakupa maongozi yani, direction ya ile maono, ili wewe ufikie lengo lako lililotuma anakuchagua. Na jambo la mwisho, na ndio jambo la tatu, anakupa revelation, yani revelation, ufunuo ili maandalizi yako iwe mema. Anajifunua kwa wengine ili wajue kwamba wewe uliteuliwa na Mungu kwa jambo lile. Sasa katika kuzungumza kwetu hii somo, anamwambia Abrahamu, nitakufanya kuwa baraka, katika wewe jamaa zote za mataifa watabarikiwa, atakubariki, anabarikiwa atakulaangi analaili uko bantu wenyewe, usicheze nao mumaisha, usitafute nao vita. Kuna batu ni binadamu sawe, lakini Mungu maisha yao inatokana na maandalizi ya Mungu mwenyewe. Sasa Mungu hawezi penda wewe kuwavuruga itapo wanakosea ndugu mkono mwambie ijapo wanakosea <coughs> lakini mungu hataki wewe kuwafanya nini kuwavuruga angalia tuangalie kwanza kitabu cha mwanzo habari za yakobo wakati alikuwa kwa miumba yake anaitwa nani anaitwa laban nini lilifanyika pale soma haraka mtumishi mwanzo az makumi tatu mstari wake wa ishirini na saba labani akamwambia okay. Labani akamwambia kama nimekubaliwa kwa macho yako, kama Yakobo kwa kweli ninakubaliwa kwa macho yako Ka. Ka. maana nimetambua ya kama Bwana amenibariki kwa ajili yako. Sema kwanza amen amen amen. Lakini umwekunamwambia alikuwa mkorofi sana, huyo baki alikuwa mkorofi sana, alisa mkorofia kwanza, mara ya kwanza mtumishi anatumikia mke wake kwa hali ya kumchungia kondoo miaka saba. Baada ile miaka saba, anaenda mpatia mwanamke mwenyewe, hawakukua naye mapatano. Baada ya pale, mtumishi anamwambia mbona unanikorofia? Myomba anamwambia haiko desturi hapa kwetu kupana e, mdogo na mkubwa bado ataondoka. Ndiyo maana nilifanya hivi, tumika tena miaka yako saba ili nikupe naunde naye anatumika tena ingine miaka saba. Ile miaka saba ndo wanampatia mwenyewe alikuwa anapenda. Unamjua jina yake nani? Lea lakini alipewa Rasheli, lakini Rasheli haikukuwa shua yake. Basi akakuwa poligame kwa hali yenyewe, baba yake muko alimkorofia. Kumbi kuna kitu kinaweza fanyika maisha yako, haiko aiongo nakitaka, lakini mtu mwingine anakiingiza maisha yako Amen. Kama Abrahamu alivyooa Agari hakumwoa kwa sababu alitaka, lakini Abrahamu anamwoa Agari baada ya mashauri ya mke wake Sarai. Na ndiyo maana hakuna maandiko inasema kama Agari mke wa Abrahamu, lakini maandiko inasema Agari kitakazi kwa Sarai. Mtu anakutilia kitu maisha yako mlima maisha yako na ukuwa nataka na ndio maana naweza kushauria

polikami aleluya. Kuko kitu kinaweza kuwa mu maisha yako, haiko wewe ulikitaka, lakini mtu mwingine kwa roho yake mbaya anakuingizia kile kitu na kinakuharibia kabisa. Lakini Yakobo alikuwa baraka kwa nyumba ya baba. Siku zote watu wazuri wanafanyiaka watu mazuri, lakini wale watu ambao wanatendewa mazuri na wale watu wanarudisha kama Angalia Josefu kwa Potifa. Neno linasema ni katika Mwanzo makumi tatu na nane kama unasoma pale utasikia Mungu akakusoma naka. Mwanzo makumi tatu na tisa fungu la nne. Ubarikiwe. Josefu akapata nema kwa macho yake Joseph, neema kwa na na na, akamweka msimamizi ya nyumba. Na vintu vyote alivyokuwa nakiia mkooni. Na, na ilikuwa toka wakati alipomweka msimamizi nyumbani mwake na juu ya, ya yote aliyokuwa nayo wana akabariki nyumba ya, ki ya mumisi kwa ajili ya yosefu Zema. Ay, nilisema mbele kama ulinifuata vizuri. Wewe ni baraka kwa wengine na ndio maana sijeti inasema ndani yako jamaa sote. Jamaa zote za mataifa watabarikiwa. Kuna baraka ndani yako ambayo Mungu aliweka, na ile baraka Mungu wewe njo wewe njo susi

tunapisana neema na tunapisana kibali. Mungu sie wote akuweka vitu vya samani ndani yetu, usijifananishe. Tangu siku anawekwa ndani ya nyumba ya Potifare na Potifare anamwambia nawambi, nakwasheelawa kila kitu. Mungu akambariki nani? Mumisri kwa sababu ya nani ya Yosefu. Tunasikia Yakobo alikuwa baraka kwalawa, si kweli? yeah. Yeah. Yosefu baraka kwa nani? Hizi baraka ziko na shina yazo kwa baba yako nani, Abrahamu. Je, uko kizazi ya Abrahamu? Ukiwa kizazi ya Abrahamu, na wewe utafanya wengine kuwa baraka, lakini ataatasena weye, atabarikiwa. Aleluya, Amen. Kuna watu Mungu amewafanya baraka, amewafanya baraka kanisani amewafanya baraka kwa kazi zozote zile. Anaweza ingia kwa entreprise yako, anakuwa baraka kwa entreprise yako. Anaweza ingia sijue wapi popote pale, vitu aviendeke na anakuwa baraka pale. Akiingia kanisani, anakuwa baraka ya kanisa, lolote lile atafanya litakuwa na matunda yake, kwa sababu ndani yake Mungu anaandaa Haleluya, na kama ujiatasena hawa utashangala. Amen. kuna watu inaomba ujiunge kwao ili mambo yako yaende sawa eh, na kuna watu ambao ukijitosha kwao, basi na ndiyo maana unaposoma watu wa akili katika maandiko utona habari ya Elia na Elisha. Elia iko napenda Elisa mtoke ako anamdanganya bwana, Bwana amenituma kwenda Beteli, japokuwa ni mwongo, lakini Elisa nauwa kenyenikonafatia Elia. Aleluya Amen. Elia ndo ataki, Elia ataki, lakini Elisa anasema kama Bwana anavyoishi sitakuacha. Amen. kwa mwisho kisa kumdanganya mara nyingi, mtumishi nimuuliza hivi e, sasa unakuwa kwa unanifuata vizio yako, inakuwa unakuwa na vizio gani ya kunifuata? mia mbili Asemsikiliza, kama mimi nakufuataka, niliona kitu ndani yako, sema mimi ah, <laughs> <nena. laughs> patilia ndugu mkono, mwambie ti atashe kwa mtu mwenyewe, utapata kwa kifaida. Sasa unataka nini ya saba? mie nataka kama utaondoka Unipe mara mbili ya nini? Yeah, yeah, yeah. Ya pale soma, soma, soma, bili musali wake wa tisa katoa Elia fasi lake la juu akalikuja akapiga maji akagawanyika hapa na kule, na wa wawili wakafuka kwa itikavu. Hata Elisa akamwambia, ni omba kwangu lolote unalotaka nikutendee wakati sijaondolewa kwako Elisa kasema, ninakuomba semu mara mbili ya roho yako iwe juu yangu. Semu mbili, Semu mara mbili Fred, huko watu benye ni mtu tu sawe. Lakini kimuchunguzo nona, huyu mtu yuna neema ya kipekee. Ah, Ye Yenye misina Ula kia kina uwa watu Kutokuwari wengine Kutokuitika

unaona ah, ke Mungu anafia mahuyu akiko mumii kwa kamie kufikia na nadoile Mungu anafanya Daudi kwa Mungu kumfanya mfalme, alikuwa ashapakaliwa mafuta me Mungu tena akamfanya aende kwa domestike mnyumba ya Sauli apate mafuta. Sema amen, akomboroze nini? mafuta <laughs> Aleluya tu. Mungu aliona ile upako inalomba, aisongelee na ajifunze mambo fulani fulani ndani ya nyumba ya kifalme ili wakati atakuwa mfalme ajue gisi atapeleka mambo ya ufalme vizuri. Mungu anaweka watu kwa sababu ya wengine ah, ili waongozwe na wengine wafikie maandalizi yao. uleza sahani mtu tu na na, na, na, na siwezi jisumetre tini ya mtu sawa, utabakia

inaomba Mungu apitie mtu malizia. Elisa akasema akasema, ninaomba sehemu mara mbili ya roho yako iwe juu yangu, sehemu mbili ya roho yako iwe juu yangu. Akasema kama umeomba neno ngumu, unaomba neno ya nguvu, sema amina ah. Haleluya. Amina. Fatilie ndugu mkono, mwambie kwa naomba neno ngumu kwa Mungu, mtu aombake dogo neno, neno neno.

mbele na kusemezana, ndio, tazama likatokea gari la moto na farasi za moto, likawatenga wale wawili, naye akapanda mbinguni kwa upepo wa kuzunguka iguli. Naye Elisa, kaona, kalia, baba yangu, baba yangu. Baraka. Amwachie power. Yes. Hallelujah. Amen. Kuna vitu utavipata kwa wewe mwenyewe na utavipata kwa mwingine. Ndio <laughs> vile tu. Na ndio vile Mungu alifanya dunia. Kuna vitu utavipata hata ukisumbuka sana lakini, fo ujisumete kwa mwingine. Yes, umunyonye ile mafuta, ndio ile mafuta ingie ndani yako au pendi. Bas. Bila pita vile. Twende tuombe. Na Elisa, kaona kalia, baba yangu baba yangu, gari la Israeli na upata farasi wake, wake wala kumuona tena te. Akashika mavazi yake mwenyewe akapasua vipande viwili, akakamata mavazi yake akapasua vipande, kisha kaokota ile vazi la Elia ambayo lilimwangukia, karudi akaenda akabate ile vazi ya Elisa. Twende, akasimama kwa kingo ya Yordani. Twende, akatoa lile vazi la Elia ambalo lilimwangukia ni ah. Ayu, Dwe, akatoa lile vazi la Elia ambalo lilimwangukia. Akapiga maji akasema. Akapiga maji akasema. Akapiga maji akasema yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? <laughs>

haitakufikisha fasi na hautafanya kitu, maisha ukana Mungu anakuanda ha hausamini mwingine na wao utasaminikana. Akapiga maji yakagawanyika, yakagawanyika ya ya hapa na kule, na Elisa akavuka, akavuka, na ilikuwa wakati ya amana wana wa manabii walipora katika Yordani mbele yake, inatosha u Bwana sifu sana, kama ninafundisha hii mada, ndani yako, ndani yako wewe, jamaa zote wa mataifa watabarikiwa. Kwa mtu Mungu alitia vitu ndani yake, na unapojiatashe kwa ule mtu, na unapofungana na ule mtu, amen munjia nzuri, na ukienda naye munjia mbaya ya kuanza kugongana naye, wendolize Kora na Datani na Mirabu kipagani Mungu aliwatendea wakati ya Musa, Mungu kora na viraawakuishanamuu haiko wewe tu, na ndugu yako kama mkubwa wako, kama Haruni, ndio wenye Mungu anapatia uongozi juu macho ya Israeli yote tupande tu

Angalia morfologi yako na morfologi yake hakufanana na man. vile vile vilevile na dona neema zinacha kama na. upendi kujua utajua. Kesho nakwambia hivi maliza Musa kasema, Musa kasema neno hili mutajua kwa Bwana amenituma mimi yeah. kufanya kazi hizi zote. Neno hili mutajua kama hii makazi nafanya niko nafanya sikujifaya, Mungu ndio anagawanya kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili yangu mwenyewe. Kama watu hao wakikufa na watu wote watu wanavyokufa, wa kama wakipatilizwa kwa mapatilizo ya watu wote wote, alafu bwana akunituma Patilie ndugu mkono mwambie jijue, jijue, na ujue Mungu gani iko ndani yako. Musa alijua, Musa alijua nani alimwita, nani alimkubali na nani alimtuma. Mtajua kama yeye ndio alinituma, wala mi natomala kuitwa na Mungu ni nifyeye ah, sababu no. Tulisikia sauti ya Mungu tukafuata kazi ya Mungu kwa kuifanya, atuifanye ndio tulitaka tunaifanya sababu Mungu alifanya nini? Kumi mwezi atainuka hana wazi aio amana, alikwambia ni Yeremia, ninaruhusu vita katika unaposoma Yeremia sura moja kumi na kenda, watakufanya vita ah, wata, lakini Mungu anaruhusu kila kitu kinaweza simama juu yako

alikuwa yake kutuanza mazid na ndio siku mungu alimtosha mkono, na nadharani yake mulake vote anafanyaka na vizio yake, mpaka leo haiko tena. Unaona hisi Mungu, ndio vile Mungu iko yaani Mungu kifuata mtu wake, unaanza kupigana na mtu wake, vita ya makongano na mtu wake mwenyewe, anasamini kuwa huyu ni mtu wangu eh, pale sasa Ndo kwenye anaharibishiaka kila kitu. Ilikuwa wakati alipomaliza kusema maneno yeyote Mio. nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka, nchi ikafungua kinywa chake Ika ikawa meza na nyumba zao, na, na watu wote waliokuwa wakora Botes. na vitu vyao vyote hivi wao na wote waliokuwa wakashuka hai ndani ya shimo. Usiwe na neno na mtu Mungu ampendaye eh, maana mtetezi wa aenoiaaag lakliwaleolako roho wako, asimame aongee na dhamiri za watu wako. Fanya kazi yako, Mungu, kwa dhamiri safi ili wajue kwamba ndani yao umeweka vitu vya ta jifunue kwa hali ambao hawakukua wanaelewa kupitia neno lako, niwezeshe kuwapa mafundisho yanayofaa kupitia Roho Mtakatifu na ufunuo mkubwa. Uendelee kupanua kila mmoja vizio iliyoweka ndani yako neema hii wapate wote kwa nguvu na mamlaka iliyo katika Kristo Yesu bwana wetu. Amen. Amen. Amen.